Chama uh, hususa ni Mwamposa uh, hey, Mwamposa uh, kwa hiyo Mwamposa na msiku wamemshirikisha kwenye hii gemu na amefanikisha Simba Sports Club kuingia nusu finali. Kwa hiyo mimi naamini hawa yeah, wote wameshirikiana wamesema, wa wa nini Simba nguvu moja. Kwa hiyo wamekuwa kitu kimoja na hatimaye Simba Sports Club kuingia nusu finali, wote tunapongeza yeah, sana. Yani, mpanzu namfananisha na, na db Lunyamira wa mwaka 99 99. Mpanzu na Lunyamira ni at the same players. Kamara namfananisha na nani? Kamara ni, kwa bahati mbaya Degea amestaafu lakini namfananisha na aliye, mnasemaje? Nalikujifunza kutoka kwa Simba Sports a ah, kujifunza nafikiri wakileta kombe nitakuwa na la, la kujifunza, lakini mpaka sasa sina la kujifunza. Mimi nimefika finali, wao nusu finali, kwa hiyo wakileta kombe nitawapongeza. Naona wakileta kombe, naona na kwa sababu wako vizuri yeah. Wanapambana, wanaonyesha. Unajua, sisi fika sisi fika hatua, tukubali, tuzungumze. Huu ni mpira kama wao Simba e, wameanza yeah. Wameonyesha njia. Mimi niwahi kusema kwamba bana, hata Yanga tulipofika hapa tumefika hapa ni kwa sababu ya kwa sababu ya Simba moa ameonyesha njia, sisi tumekuja tumefoo mpaka fainali. Kwa hiyo mimi naamini Simba kwa namna alivyo alivyojipanga, ikiwezekana kombe